Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri mashariki ya kati, na wakati huu tuelekee huko tel Aviv nchini Israel. Licha ya kuripotiwa kuuawa kwa mamia ya watu huko Gaza kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Israel usiku wa Jumanne, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba huo ni mwanzo tu. Netanyahu amesema kwamba aliliagiza jeshi la IDF la Israel kufanya mashambulizi dhidi ya Gaza kwa lengo la kulisambaratisha kundi la Hamas, huku akisema kwamba kazi ndiyo kwanza inaanza. Akitolea ufafanuzi kuhusu shambulizi hilo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba kufuatia kipindi kifupi cha usitishaji wa vita kilichopita kati ya Israel na Hamas, wapiganaji hao wa Hamas wamejipanga zaidi na wangeweza kuandaa shambulizi kali dhidi ya Israel. Hivyo kilichofanywa na jeshi la Israel ni kuwa wahi Hamas kabla hawajaleta madhara dhidi ya taifa hilo la Kiyahudi. Hadi sasa ni zaidi ya watu 400 wameuawa na wengine zaidi ya 700 wamejeruhiwa, huku baadhi ya majeruhi hao wakiendelea kupoteza maisha kufuatia shambulizi la anga lililofanywa na Israel likidai kuwalenga wanamgambo wa Hamas hayo ni kwa mujibu wa wizara ya afya inayomilikiwa na Hamas ambayo iliripoti awali. Israel ilisema kwamba sababu ya wao kushambulia kwa mara nyingine ukanda wa Gaza ni kudhibiti wanamgambo wa Hamas ambao kwa mujibu wa Israel wamesema kwamba Hamas walikuwa wakijiandaa kuishambulia Israel, lakini ukweli wa kwa nini Israel imeanzisha tena mashambulizi huko Gaza umefichuka. Ukweli ni kwamba Israeli kwa kushirikiana na Marekani wamepanga njia mbadala ya kuwahamisha Wapalestina wanaoishi ukanda wa Gaza na wakati huu wamepanga kuwapeleka nchini Siria. Vyanzo mbalimbali viliripoti kwamba rais wa sasa wa Siria, Mohamed Al Jurani, amefikiwa na taarifa ya uhamisho wa Wapalestina kutoka Gaza na kwenda nchini humo, na hii ni baada ya mataifa ya Kiarabu kukataa mpango Trump, wa bwana Trump wa kuwahamisha Wapalestina na kuwapeleka katika nchi hizo kwa kile alichokiita ujenzi mpya wa ukanda wa Gaza. Mbali na mpango huo, lakini serikali ya Israel imesema haina imani na kiongozi huyo wa sasa wa Siria aliyeingia kwa nguvu madarakani baada ya kumpindua aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bashar Al Asadi. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa duniani wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa wa Israel na Marekani kumwondoa madarakani rais huyo wa Siria na kumuweka kiongozi ambaye atahakikisha anawapokea Wapalestina wote kutoka Gaza. Kadhalika kwa sasa Israel imepanga kujenga baadhi ya nyumba katika milima ya Golan iliyopo nchini Siria, ambayo wakati huu milima hiyo ipo chini ya udhibiti wa Israel, huku lengo la ujenzi wa nyumba hizo ni kuwahifadhi wa Wapalestina watakaoondolewa kutoka Gaza, ambao watapelekwa nchini Siria, ikiwa watazuiwa kuingia nchini humo, kwa sababu eneo hilo la milima ya Golan linadhibitiwa na Israel, kwa maana lipo chini ya jeshi la Israel. Mfuatiliaji wa Fupi Midia, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Jina langu ni Ramadhani Fupi.